wenu la. La kwanza, unyenyekevu katika nafasi zenu, ni lazima mwe unyenyekevu, usijitutumue kabla hujavuka mto, uwezi ukajua nani atakaye kuokoa ya mtu. Heshimu kila mtu, hujui ni nani ambaye atakusaidia. Vijana wengi wana fitina, wakiona tu mtu kwa ajili ya kumpiga utimanyongo. Hamwezi kufika. Mwisho wa siku wote mtazama kwenye mto, ukimwona mtu anaenda, muombe, na mbele yeye ndiye atakaye kusemea na ndiye atakaye kuvuta kule juu. La pili. Huruma. Muwe na huruma. Kuna wengine hawana huruma ni kwa ajili ya hayo magumu. La tatu, utu. Tuwe na utu ili mambo yetu yaweze kwenda. La nne, nidhamu. Lazima uhakikishe mwe na nidhamu, heshima viongozi, jifunze kwa waliotangulia. La tano, kufanya kazi zenye matokeo. Usifanye kibaigizo, fanya kimatokeo. La sita, uwe mbunifu la saba, msiwe wa kujipendekeza. Utambulike kwa kazi yako, sio kwa kuchoma watu kwa ajili ya viongozi na kwenda kupiga shoti wenzio ukajua ndio utapendwa zaidi. Mwisho wa siku utapewa kazi wewe, utashindwa. Tujifunze zaidi kama hizi elimu tunazozipata. Tumtangulize Mungu. For everything you do put God first atakuongoza na kuelekea mwishoni, tutunze afya zetu. Wamezungumza watu kadhaa nyie, aliwaizungumza na hii waziri mkuu akasema watu ni wale wale, nyie ndio wale, wale. Mwisho wa siku itafikia zamu yako, afya yako ni mgogoro, jitunzeni ndio mtaji mkubwa wa maisha yenu ya baadaye. Msijiachie kwa sababu wazee wanapenda tu vijana, tu vijana, tunataka mshangazi lugha gonga na tunakosa afya maraake wengine wampanga toreni, yuko anayempenda na yuko anayeleta mapato halafu yuko mwingine sijui niseme. Tujitahidi tuwe walezi tuwe wazalendo tuwe na mtandao mpana. Mwisho kabisa, Rais kafanya mengi cha msingi ninyi kayazungumzie ni yale ambayo rais ameyafanya kwa mkoa wa Kilimanjaro tu. Ni trilioni moja nukta mbili. Upande wa elimu yamefanyika, upande wa afya yamefanyika, upande wa umeme nishati yamefanyika, upande wa elimu mmezungumza wenyewe, upande wa utalii mmezungumza wenyewe. Ndugu zangu, ukitoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, kuna SGR kama unatambaa Tanzania haikuwa na ndege za kutosha, tuna ndege zaidi ya kumi. Tuna ya kuzungumza yapi? Maji mama ametuliwa ndoo kichwani, hapa sisi ni mashuhuda. Same, Mwanga ametoka kuzindua hapa, ni miujiza iliyotokea Kilimanjaro. Tuseme nini kwa Dr. Samia Suluhu Hassani? Barabara, ule mradi naambiwa una bilioni yeah, mia nne themanini na sita. Niwaombe leo ni siku ya ubaya wa kwa hiyo isiwakate shoti, viongozi wa baadaye waandaliwe sasa. Ndio maana ninyi vijana wa Seneti mlioko vioni mnaandaliwa vizuri kwa ajili ya kuja kuwa viongozi wa baadaye wa nchi yetu. Ndiyo maana hakuna kiongozi yoyote wa CCM ambaye anapewa nafasi ambaye hakusoma ni lazima awe na mahali aliko tokea. Yaani, mtu akisimama, yani anaumwa, yaani unauona uzalendo kwa maneno, kwa macho yake, kwa kusimama kwake, unaona huyu. Hata akipewa nafasi yoyote, huyu anaweza, kwa sababu anaungwa na uzalendo. Sitaki kuwatajia nikina nani, lakini hata nyinyi wenyewe mliwaona wakati wanajia kwa sababu hiyo leo, mimi kama katibu wa CCM ninachukua nafasi hii kuwapongeza kwa dhati. Nipongeze sana viongozi wa Seneti kwa ile ambayo mmelifanya na kuwaleta vijana hawa, ili vijana hawa tuwasikilize kwa masikio yetu, wanasema nini, kwa nini vijana hawa wameamua kwamba waje na azimio la kulinda amani ya taifa lao. Nimeshatangulia kusema harakati nyingi za kisiasa zinaanzia vioni, makongomano mengi yanatakiwa kufanyika vioni. Sisi tumekuja na zimo hili baada ya kuona kwamba vipo vyama mbalimbali vya kisiasa katika nchi hii, viviongozwa na viongozi wao ambao wanaendesha harakati zinazoashiria kuvunja na kudogosha ya taifa letu. Hivyo basi, tukaketi kwa pamoja vijana wa vyuo na vyuo vikuu, tukaazimia ya kwamba kama vijana wa kizalendo wa taifa hili, sisi hatupo na hatutakuwa tayari kutumika kuvuruga amani ya taifa hili. Sisi ni moyo, Sisi ni msafi, vijana wa vyuo Mheshimiwa mgeni okay, rasmi, vijana hawa wanapoleta azimio hili hawalileti tu, bali wamemaanisha kutoka katika mioyo yao ya kwamba by enemies hawatatumika vibaya, hasa zaidi tunapoelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2025 mwezi Oktoba. Piga makofi kwa ajili yetu. Kwa kusema hayo tunamaanisha kwamba sisi tutatumika vema kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza haki yetu ya kikatiba kwa wenye sifa kwanza kwenda kupiga kura ifikapo mwezi Oktoba. Tunafahamu mchakato wa uchaguzi una procedure nyingi lakini procedure nyingine zimeshafanyika na tumejitokeza kwa wenye sifa kujiandikisha, na ikifika wakati wa kugombea kwa vyama vyetu vya kisiasa hususani chama chetu cha Mapinduzi, tutajitokeza wenye sifa kugombea, lakini haitaishia hapo, tutajitokeza kupiga kura kwa kishindo hasa zaidi kwa wagombea ambao wataahiliwa na kuletwa na Chama cha Mapinduzi na watakao kuwa na sifa. Sisi umoja wameazimia maazimio haya. Wakaizungumzia namna serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari jemedari Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kipekee ni mama ambaye ni